Kama wewe ni mmoja ya wale ambao waliweza kuhisi ule ukimya uliokuwepo wa siku kadhaa bila ya internet, basi video hii ni kwa ajili yako. Na kama pengine ulikuwa ukihisi kuwa dunia imesimama kidogo kutokana na kukosekana kwa mtandao, ni kwambie tu usijali, sasa tayari tumerudi, tupo online na tayari internet imerudi nchini Tanzania. Na huu muda ambao tupo nao ni muda sahihi kabisa wa kufanya kitu kipya na kitu ambacho cha tofauti pengine mwanzoni haukuwa ukifikiri kuweza kukifanya. Nataka kuna vitu ambavyo tuweze kuvifikiria kutokana na mafunzo ambayo tumeyapata baada ya siku chache internet kuweza kukosekana katika kujenga maarifa kutumia mitandao vizuri. Wengi wetu tumekuwa tukitumia sana internet kujifunza, kutengeneza maudhui mbalimbali mbali, kufanya kazi mbalimbali ambazo mbali zinahitaji mtandao, lakini pia hata kwa mawasiliano kawaida. Nataka nikwambie muda ule ambao tulikuwa kimya, internet imekata siku mbili tatu nchini Tanzania umeweza kutufundisha vitu mbalimbali mbali, miongoni mwa vitu ambavyo tumepata kujifunza, hata kama internet inapozima, tuweze kuelewa internet just ni tools tu, ile zana tu, na sio kila kitu ambacho kitaweza kukamilishia wewe jambo lako ama kukutimizia ndoto yako. Tunatakiwa tufahamu kitu hicho. Itaweza kukupatia wewe nguvu na utaacha kuweza kutegemea internet bila ya kiasi hadi kuweza kukupoteza kuto kuweza kufika basi katika malengo yako ama kukamilisha ndoto zako. So tunatakiwa tuweze kujifunza na, na, na uhakika hata wewe pia ume, kuna mengi unaweza kujifunza baada ya internet kukata. Lakini nataka nikuambie baada ya internet kurudi tusirudi kama zamani. Kuna mengi tuliweza kujifunza siku chache hizi ambazo mtandao haupatikani. Tunatakiwa turudi basi baada ya internet kuweza kurudi tena, Tukiwa na mipango na tujiulize kipi ambacho tunafanya cha tofauti katika yale ambayo tumejifunza. Tumeona umuhimu wa internet. Kipi tutaanza kufanya cha tofauti na chenye manufaa? Tutatumiaje internet vizuri kuweza kutujenga badala ya kuweza kutupotezea muda? So kuna, ving, vi, I mean, kuna vitu vipya vingi sana vinavyotokea mtandaoni sasa hivi. Algorithms zimebadilika, zinaendelea kubadilika. Watu tumekuwa tukirudi katika platform mbalimbali YouTube, Reels, kujifunza mtandaoni yote hayo tunarudi kuweza kuyafanya baada ya kuweza kurudi kwa mtandao kama ilivyo awali. Pengine ulikuwa ukifanya vitu hivyo, au pengine na wewe ni miongoni mwa wale ambao ulikuwa ukiscroll tu na kupoteza muda wako, ulikuwa haufanyi lolote la maana online. Nataka nikwambie tu unatakiwa uweze kujitafakari mara mbili na kuona umuhimu wa internet. Baada ya changamoto ambayo tuliyopitia, kila mmoja wetu ameweza kujifunza kumbe internet ina nguvu kubwa sana. So kisha kama wewe pia ni content creator unarudi na spidi ya hali ya juu na kuendelea kufanya kila ambacho umekuwa ukifanya. Najua pengine hapo kati uliweza kukosa motivation kuweza kuona kama mambo yako hayendi baada ya mtandao kukata, lakini sasa ni muda wa kuweza kurudi na spidi mara kumi ya ile ambayo ulikuwa nayo awali. So hakikisha basi unaendelea kufanya kila ambacho ulikuwa nakifanya. Kama wewe ni mtu ambao ulikuwa ukijifunza online kila siku, jifunze coding, graphic design, freelancing, lolote lile ambalo ulikuwa unalifanya kufanya jipangie muda mzuri. Kama unataka kujifunza kitu, jifunze. Kama unahitaji kufanya kitu mtandaoni, una shughuli yako, unahitaji kupata audience, community ambayo utauza au utashare kile ambacho unakifanya, fanya hivyo. Hakikisha unatumia basi internet vizuri na kukuletea manufaa. Kumbuka muda ambao internet imekata, wengine alikupatia stress, kuona vitu vyako havendi, mambo ambayo ulikuwa anayafanya kila siku mtandaoni huyafanyi mengi pale. Kama utakaa na kutafakari utaweza kujifunza. So, anza kutumia muda huu ambao tuko nao kujifunza vitu vipya. Mfano, katika platform kama ya YouTube tuitumie vizuri, badala ya kuangalia vitu ambavyo sio kwa maana. Angalia vitu ambavyo vitakujenga wewe kila siku, badala ya kuweza kukaa tu na kuscroll na kuangalia watu wengine content, maudhui ambayo wanatengeneza. Unaweza na wewe pia kutengeneza, kila mmoja ana kitu cha kuweza kushare. Kwa tafakari, angalia namna na na gani ambavyo internet italeta manufaa kwako. Tunatakiwa tuweze kubadilika, tusiwe miongoni mwa wale ambao wanasubiri internet iweze kuzimwa ndipo waweze kuamka na kuweza kuona umuhimu wa internet. Tumia huu muda kama reset button ya kuweza basi kukurudisha ukiwa na maono na kupigania zile ndoto zako kupitia kila ambacho umejifunza na kuona umuhimu wa internet na kuona wapi ambapo unaweza kutumia katika shughuli zako. Kikubwa ambacho nataka kukwambia, usiangalie kurudi tu kwa internet kama ni kitu cha kawaida anzania kama ni mwanzo mpya. Wakati wengine wanaanza kuposti mfano memes baada ya internet kurudi na story mbalimbali mbali. Wewe chukua nafasi hiyo kujijenga, kuendelea kujiboresha, lakini pia kushirikiana na watu wengine ambao wana maono kama yako kupitia internet. Kumbuka, mtandao unaweza kuzimwa, lakini ndoto zako haziwezi kuzimwa. Cha msingi ni kuwa tayari kila wakati. Kama video hii imeweza kukumbusha kitu, imekupa nguvu kuweza kurudi na kasi mpya, hakikisha basi una like video hii, una share na watu wengine. Pengine mambo yako yaliweza kusita, kukosekana kwa mtandao kulisababisha changamoto kubwa sana katika mambo ambayo umekuwa ukiyafanya, hadi kuhisi kutaka kukata tamaa. Hakikisha haufanyi hivyo, haukati tamaa na unarudi na kasi mpya na mengi ambayo umejifunza baada ya internet kukata. Pengine umepata idea mpya ambayo itakufanya wewe kufanya vitu vyako bila hata ya kuweza kutegemea internet, ambapo mwanzoni ulikuwa ukitegemea internet sana. So sina la ziada, hakikisha basi una like video hii, una repost na kushare video hii iwafikie watu wengi zaidi, tuweze basi kuamshana na kujifunza kutokana na changamoto ambayo imejitokeza kuhusikana kwa internet, tunatakiwa tuweze kuwaza positive, namna gani ambavyo jambo hili limeweza kutufunza. Pengine mwanzoni tulikuwa tumejisahau, lakini sasa tuna vitu vingi ambavyo tumeweza kuvipata baada ya kukosa internet kwa siku mbili tatu nchini Tanzania. So asante sana, tukutane wakati mwingine. Una maoni na maswali yoyote, sema comment ipo, unaweza kuuliza. Mimi na wewe tuendelee kuwa pamoja hapa, bado tunaendelea kujifunza na kushare maarifa pamoja hapa katika channel yangu ya YouTube, lakini pia na katika social media account zangu, Mohamed Hafidh Tz. Asante sana.